Pole sana. Na bajaji yako ilikuwa amepakiza bilia wangapi? Watatu. Kwa watatu. Watatu. Na wote wameumia tu. Mm. Okay. Sawa sawa. Pole sana sasa.